Na je, bwana kama anavuka mpaka na sasa familia ziko wapi? Yaani nina uhakika kabisa hakuna mtu ambaye anaweza kukwambia. Aliye kwambia nani? Nakumbuka ile siku nilikufuma umeshika shati mkononi ukajifunya kuzugazuga kuzu lakini mimi nilihisi kabisa kitu hata unaogopa dada na wewe. Sababu ni hata kama ile siku leo nilipo natoka na shati. Si nilikuwa nakumbona tunazungumza naye bana? Alafu unakuja kuniambia eti mbona nilikuwa mimi na ndio maana nilikuwa namuona yule jamaa na kusimisha pale. Hmm. Nilikuwa namuona yule jamaa na kusimisha pale. Na kana kidisha, nakwambia nini? Ni James alikwambia hili swala, ni James tu, hakuna mtu yoyote, kwamba James ndio alikwambia kwamba mimi natembea na mke wa Gumbo. Na huko kapigia mstari. Ya siku hiyo nilikuta pale nilivua shati, kama swala la kutembea na na na na mke wa Gumbo, mimi sijawai kufanya hicho kitendo. Na hapa hapa nisimama hapa, sijawahi kufanya hicho kitendo hapa. Eh? ta kama hata Ma ukifumba macho milele siwezi kukusahau kamwe. Wanasema jirani ni ndugu la kuna waliokosa utu tamani niwe ndoto, hakika siamini kama ni kweli, ningeamka kutoka ndotoni, haya yanayonikuta yasiwe kweli. Jirani umejitoa machozi, hata ukifumba macho milele siwe kukusahau kamwe. Mm, mm. Wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine amekosa utu Gumbo. Katoka kodi ya miezi mitatu tu mpaka sasa hivi hajamalizia kodi. Ana mpango gani? Eh? Ana mpango gani na fedha yangu? Alafu anachukua ni mpangaji mwingine. Ninavyokujua mdogo wangu, huo mdomo, huo mdomo ulionao wewe. Ungekuwa umeshaenda kumtangaza huko, umeshatangaza huko anachukua ni mpangaji mwingine, yule unjalipa kodi, umeshampigia simu, umeshafanya hivi. Vipi kwa Gumbo? Mbona kwa Gumbo uko kimya? Unajua, dadangu, kila mtu ana mazaifu yake. mm -hmm. mm -hmm. Siwezi kupiga simu tukaongea aimuaalungumaai sio kaianuaidi na hali yangu na mm -hmm. na mbaya, sina hela shikuminekuu nikaambia kwao tunafanyaje? hapo apo na dada kua nahitajika kuwa na hela, akaniambia hela mm, hela hapo, nitakupa, nitakupa, wala ina shida. Lakini sasa, aliniambia nihakikishe baba kwamba ikifika siku fulani hivi atanipa hiyo hela. Maisha yalivyo magumu hivi, maisha yamekaza, jua linawaka mpaka jua la utosi. Kwani mtu anazubuti kwenda kucheza kamari? Hela kamari ni hela kuitegemea eh? Kwa hiyo anategemea hela kamari ji alipeneo kodi. Sasa mfikishie taarifa zake, na mpigie simu zangu, mimi hapokei hey na mtumie meseji, anasoma hajibu. Sasa amwambie kwamba yani mimi nina wazimu mbaya, kama ameshindwa kuniheshimu, asicheze na mimi kabisa. Mimi ni mtu mwingine kabisa, yani mimi nikibadilika na mtu mwingine kabisa. kujua. Na mimi mtu misa, na ni mtu mwingine kabisanaujui mimi ni rangu. Mimi sitaki kipindi cha kulipa kodi mtu aanze kuniembea matatizo yake. Mimi mwenyewe na matatizo yangu kabisa, nakujua dadangu amba nikorofi kiasi gani, na yule kashaichanganya. Ange, angejua yule asingeichanganya anijue yani, mziki wangu ni mzito, yani mziki wangu mimi. Hey, sidhani kama anaweza kumcheza wapi, na vizuri tu ni ana kujua ni kiburi. Kiburi ni Mwarabu. Hapa anajiita Mwarabu, mimi sitaki kujua huyo Mwarabu wala nini. Mwarabu analipa kodi yake kwa wakati, Mwarabu mimi simdai, sina shida na Mwarabu kabisa, na nasusi nigombanishe huyo umboyo mwambi kabisa. Yani, kwanza nikikutana naye hey. Amazaki, ama zake, ama zangu. Anilipe kodi yangu ama niji ni mtoi. Sitaki mambo ujinga kabisa. Sasa ndio maana nasema je, ukianza kubishana na yule ni chao cha mwanzo cha kwanza kuizalisha. Yule niachie mimi. Mimi nitaongea kwa sababu naye. Hata ukimwona hivi simpoe. Usimfuate, usimwangalishe. Yule niachie mimi, nitazungumza naye. Ni bei yoyote. Akutumia hela na nipe mimi kutumia. Nimekwambia mwambie anitumie hela yangu mimi direct na ninampa siku ya leo tu. Ikifika kesho tutaonana na wabaya, tutaonana na wabaya, tutaonana na wabaya, kwa sababu wewe unaonekana unamtetea. Usimuulize kama namtetea na huyo Gumbo. Hey! Hey! Mimi nachotaka ni hela tu, sitaki maneno mengi mimi. Sijui ni kinini lakini, naye ama zake, unaachana nikikutana naye ama zake ama zangu. Huyu mwarabu ndio jamaa paka za kode, mwarabu ndio anamshawishi jamaa paka anatumia hela paka, hela za ndani za kode anatumia huyu mwarabu mimi sijui acheze kamari acheze nini, ashawishwe na umwarabu ashawishwe sijui na nani. Mimi nimesema nikikutana naye, mwambie ama zake ama zangu. Dadangu, nafikiri uu mwarabu ni mwarabu kweli, ana <tipa> uharabu gani ule? Ile nangi akati nyani kaeka magalioni, yule ni mpemba Chakechake huko atajua yeye. Mimi ninachotaka ni langu mimi. Mwarabu mimi sina shida naye kabisa, kwa sababu kodi yake kashalipa. Yaani mziki wangu atakutafuta kwa kucheza, maana uwanja utakuwa ni mdogo. Yaani atatambua. Mimi sijui wewe, fikishia ujumbe wangu. Mimi naziona anazidharau, hapokei simu. Sasa ngoja nimkamate. Sina muda wa kumpigia tena simu, ila ujumbe wangu naomba ufikishe, kwa sababu wewe nimekuchagua kusimamia nyumba, naona sasa kuna majukumu ambayo naona unashindwa kuyafuatilia. Sasa nimekutuma, ikifika kesho sijapata hela yangu, ataniona mbali dde naenda kula kwa jamaa wangu, jamaa wangu ule nataka nizungumza na maswala ya hela. Alafu nikirudi hivi naisi utakuwa tayari usharudi au utachelewa kidogo?

unajua hmm, kichwa cha juu yu hiki kilivyo bovu iki mapanga kina mambo mengi, hiki kinaweza kikauma sasa hivi, hmm. hapa hmm. hmm. yeah. oh. mambo akabadilika kila navyomfanya chunguzi, shemeji wewe aliko tayari na mtoto serio? Na natumaini mwenzangu wana furaha sana sana sababu mtoto ni baraka licha kwa mtoto ni baraka, lakini mtoto pia ni urithi wa baadaye sababu sisi tuna mwisho sawa umri unaenda maisha yanaenda eh? tunakua tuache urithi nyuma sasa ikitokea mtu anakatisha ndoto zako tena kwa kikatili sidhani kama ni kitu ambacho kinaweza na kusameka kirahisi kiasi hicho hapa niache upande wangu usinione kama mimi nipo sahihi Mimi binadamu na

yani, namaanisha damu da yangu mbegu yangu mimi ya binasi ambayo imetoka kwenye mpa wangu mimi, alafu tu kirahisi, mtu aje kuniambia kisamini. Hakuna mtu ambaye anaweza kuelewa maumivu ambayo nimeabeba ndani ya nafsi yangu, hakuna. Na ndio maana inakuwa rahisi kila mtu kuja kuniambia tu, bwana msamehe tu. No, no, no. Rahisi kama mimi ningekuwa wewe alafu kabeba ile ambayo mimi nimeibeba, usingekuwa rahisi kusema hivyo. Msamehe mimi niache, yani mimi ni mimi niache kabisa staki niachieni nikaa, ni kilengo itakavyoamua ndiochonchuto, lakini ni peni kwa sababu, nipeni muda wa kukaa nifikirie kwanza lijambo ichi. Kitu kikifikiria kina mambo mengi, kwa sababu mimba ameshika, hajaniambia kama mume wake nitakiwa nifahamu, ama mimba imeharibika, mimi kama mume sikuambiwa chochote mpaka nakuja kulifahamu jambo hili mimi mwenyewe, ina maana alikuwa hana mpango wa kuniambia chochote. Wewe kwa kila tu ya kimtu mzima, hapo kuna nini ambacho kimejificha hapa katikati, mpaka ilikuwa inashindikana mimi kutoa taarifa zote hizo sio? Naelewa yani, hebu baba, hili jambo afu hebu hebu nijaribu kunielewa kwanza, jaribu kwanza kunielewa afu nitaelewa. Mimi nipitie kitu gani? Mimi siwezi kusema kwa rais kama unavyofikiri. Afu mimi naombeni mniache na waheshimu sana lakini naombeni mniache na maamuzi yangu binafsi, sitaki Ala, ifi nimekuja hapa sijakukuja, jamani, yani mi nishafika kwako huku, nimekuja na jambo langu nalitaka nikushirikishe, ifi yangu yani, bora hata nikiwasiliana na wewe kabla ya kutoka. Kuna nini tena? Ifi yangu sijakuzoea hivo, mbona unanishtua?

Mimi nakwambia mkorogea hata 50 hivyo hata viwili vyao. Atalala hapo huko mtu atakuwa kama teja. Wewe fanya hivyo, mimi nilikwambia kwa sababu huyo yaani alifanya mwendawazimu. Ndio. Mhm, mimi ndo mambo nayapenda haya. Sawa yeah, pia. Ana shida, wewe fanya, ukishafanya utaniambia. Yaani wewe mtie usingizi mtia uteja, mchana usiku uko naye yani kila siku. Mchana mtia uteja kwenye juisi mwekee, kwenye maji mwekee, kwenye chakula mwekee, yani muda wote chote sawa. Salam. teje kiranga chote kitamwisha fgansafahv mwongie vitu vingi sana. Ilikuwa ni kuhusu usafi. Kuna kitu kingine tofauti na hii mada, aw, kuna kitu kingine tofauti na hii mada? Hivi unajielewa? <tusen> Acha ufala, mimi nakwambia ufanye usafi. Alafu kengine James apa kapanga tu mimi wow, na mamlaka yote yakwambia ufanye usafi. Kumtetea mtetee. Mii sasa nishamaliza. Haya, nipokuambia pale pasafi. Ushala binti msichana, James hapa kapanga. Kwa hiyo mimi na mamlaka yote kukuambia ufanye usafi, si unanielewa? Yaani kama utafanya usafi leo, utaishia pale getini. Nimaliza hmm. umfanye hasahau. Nashukuru sana ndugu yangu uh, na ndio maana nimependa sana wu wako hapa, msaada wako ni muhimu sana kwangu. Najua ndio asu ndoa yako, ila nakuomba, naomba kama una silaha yoyote ambayo unaweza kunisaidia nikaitumia kurudisha penzi yao

Hey, nasema kuna kibabu. Kibabu gani hicho kilichokuja, mbona sina taarifa? Akati kila binadamu anaoingia katika hii nyumba lazima mnipate taarifa, niambiwe ndio nijuhusu kwamba mtu akae au vipi. Ni mtu gani ndio alioingia? Na kama James alishaanza kuleta mambo yake ya uganga uganga, uganga. Itakuja kunitimua kwa nyumbani mchana kweupe. Na hata wamini ya. Kwanza mtu mwenyewe ana mapengo. Sura ngumu yaani akifumba macho sura inakuja kama gorila. Hmm. Yaani sijui yule baba anaanza kuchanganyikiwa. Sijui maisha ndio anamwendesha mpaka sielewi kivipi yaani, analeta tu watu ukiuliza mjomba kutoka nyumbani. Eh, hii nyumba itakuja kwanza kuisha watumia sasa. Mwona? Mwona kilichoko kinaendelea? Alafu wewe ndio ulikuwa unamtetea. Namtetea kama vile mimi namuonea, kumbe mimi na maana unamtetea James kila wakati na fatila James kurogwa.

Kumianza kunoga. Unajua mimi na machafu yako kibao nayejua lakini nimekaa kimya mpaka leo. Sikutaka kuongea hivi. Unajua mi nafahamu kama ulikuwa unatembea na katoto, zinajua vizuri sana, tulie. Ah, na hata ile siku ambayo nimeingia ndani nikasikia harufu ya marashi nilikuwa naelewa kila kitu. Nilikuona vizuri na kumtoa ule binti, unamtoa mwenyewe taratibu. Nimekuona vizuri. Nikawa nataka tu nijue mwisho wako ni kitu gani. Kwa hapa mimi ninachokiona, tusameane tu. Yaisha tugange ajayo. Sijui una wazo gani. Wewe ni uongo. Naambia wewe ni uongo kabisa. Na wanafanya hivyo ni mali tu usafishe uchafu wako ambao umefanya. Kuna chochote. Mimi sijaamna kitu ambacho nimekifanya. Chochote. <laughs> Usivyojua kuongoka mume wangu. Ni hata sura inakusuta. Unashindwa hata kuniangalia usoni. Hebu nisikilize. Mimi mwinzio ta unavyojilizaga ndani unaniomba, mpaka unajiliza unalia kama yatima. Tuwe sawa tu kwa sababu una machafu yako, mimi na machafu yangu, kwa hiyo tusahau, tuendelee na maisha yetu si unanielewa? Mzee. Subiria nipone mwangu. Nikisha pona kuna <gulia> kitu nitakuonyesha, yaani hicho kitu hujawahi kukiona tangu uanze kuishi na mimi.

ndugu na ukaribu, nikizani wewe ni mtu sikuzani, hata kuwa una utu, si wa uji si wa maji. Umenitupa jamjirani, umejitoa machozi, hata ukifuma macho milele siwe kukusau kamwe. mm -mm. mm -mm. Wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine amekosa utu.